Unapokaa ukisubiri wakati sahihi, maisha yako yanapita. Huo ndio ukweli mchungu ambao wengi hawataki kukubali. Kila siku tunasema nitafanya kesho, subiri nijiandae zaidi, au nikishapata muda nitaanza. Lakini ukweli ni kwamba muda hautawahi kuwa kamili, hali haitawahi kuwa bora, na hofu haitawahi kupotea kabisa. Wasiwasi unakwambia unaweza kushindwa. Kuahirisha kuna kuibia muda wako wa leo. Kukata tamaa kunazima ndoto zako kabla hazijakuwa. Watu wengi wana ndoto kubwa, wana maarifa, wana uwezo, lakini hawaoni matokeo kwa sababu hawawezi kupiga hatua ndogo leo. Mafanikio hayaji kwa watu wanaosubiri hisia zao ziwape ruhusa, yanakuja kwa wale wanaochukua hatua hata wakiwa na hofu, uchovu au mashaka. Kumbuka hili. Ujasiri hauji kabla ya hatua, unakuja baada ya hatua. Maisha hayabadiliki kwa ndoto, bali kwa vitendo. Kila siku unapoahirisha unachelewesha toleo bora la wewe kesho. Anza leo. Hata kama ni hatua ndogo, andika, soma pigia simu, uliza, jaribu, kwa sababu hatua ndogo leo ni bora kuliko mpango mkamilifu ambao haujawahi kutekelezwa. Usiache hofu ikupofushe. Muda unaenda na dunia inasubiri kuona toleo bora la wewe. Weka komenti yako, ni jambo lipi unashauri ili tupate kujifunza zaidi.